Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na kwa usiku wa leo, maeneo yote ya nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla, na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye ustonane katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Na hapo kesho, mifumo ya upepo Tunachokuwa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya Kusini. Na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda pwani ya Kaskazini. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua bado endelea kutarajiwa katika maeneo yote ya nchi yetu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 22. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tano. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na saba. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tano. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto tisa. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na saba. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na mbili. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutana hapo kesho muda wakati kama huu.